Kuchanya Mama Samia, kuchanya Mheshimiwa Mwenezi. Mwenyekiti wa chama wilaya hapa atakuwa anakutafsiria kidogo, maana hiyo kuchanya, kuchanya mpaka kunde po. Itoshe kusema Mheshimiwa mwenezi Kweli tumeemewa na furaha. Ukituona kama tunaongea kwa kuungaunga, ni kwa sababu ya furaha tulionayo. Na sisi Mheshimiwa Mwenezi Taifa, hapa ni jimbo la Mafinga Mjini katika wilaya ya Mfindi, ambayo ina majimbo matatu: Mfindi Kaskazini, Mfindi Kusini na Mafinga Mjini. Na sisi, mimi nafahamu ulikuwa wakati fulani ukihudumu Wizara ya Michezo na utamaduni wakati fulani Wizara ya Maji. Kwa hiyo uwanga, tunasema sisi hapa kimjini mjini, wakati shughuli zinatekelezwa za ilani ya Chama cha Mapinduzi huwa zinaendana pia, wakati mwingine tunafunga mitaa hapa kusherekea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumeshafunga mtaa pale Kinyanambo siku ya Idi, tutafunga mtaa pale Wambi. Kwa nini, Mheshimiwa Mwenezi? Kwa sababu sisi jimbo letu lilivyo, halmashauri ya mji wa Mafinga lipo katikati, katika afya, Mheshimiwa mwenyezi, sisi tunahudumia halmashauri zaidi ya tano. Kuna watu wanatoka Madibila ni Mbalali, kuna watu mwenyezi, wanatoka Mlimba, kuna watu wanatoka halmashauri mama ya Mufindi, kuna watu wanatoka maeneo ya Wasa ni Iringa vijijini, na kuna watu wanatoka maeneo ya Makambako. Kutokana na hali hiyo Tulipomweleza Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba hospitali yetu ya wilaya imezidiwa imeelemewa kutokana na wagonjwa, kutokana na nafasi ya kijiografia tulivyo, alituitikia. Tunapozungumza hapa, tuna kituo cha afya Bumilayinga kupunguza msongamano kwenye hospitali ya Mafinga, tuna kituo cha afya pale Ifingo kupunguza msongamano katika hospitali ya Mafinga, lakini akasema kwa sababu hapa tuko along the highway barabara inayokwenda paka mpaka South Africa. Tumejengewa pale emergency ward ile inaita emb jengo kwa ajili ya wale wagonjwa ambao ni dharura, lakini mwaka huu tunaozungumza tulipoa milioni mia tisa tukasema sisi wote tumetokana na kinamama, kwahiyo pale oftari ya Mafinga tumejenga complex inaitwa Mateno complex yani pale kwa ajili ya kinamama, mama wajawazito mama akijifungua ndani yake pale pale, kuna ICU ndani yake pale pale, kuna chumba kwa ajili ya wa wale watoto ambao wanaweza kama wamezaliwa kabla siku zake hazijafika, kwa lugha ya kitaalamu mnaita watoto njiti. Lakini ndani ya hilo hilo jengo kuna chumba kwa ajili ya operation ya kina mama. Maana yake nini? Hii ni namna ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan anaonyesha upendo kwa wana Mafinga, wana Mufindi, wana Iringa, lakini pia kwa kina mama kwa sababu sote tumetokana na kina mama. Mheshimiwa mwenyezi, tukisema tutaje katika elimu. Sisi Mafinga hapa, pengine wengine wajui, tumejengewa shule ya sekondari ya amali, shule ya ufundi kwa ajili ya watoto wetu. Tuliletoa bilioni moja nukta sita imejengwa pale Changalawa, lakini tumejenga shule yani shule filima filima, yani nzima nzima iko pale Ndolezi, iko pale Sawili. Sasa hivi tunaendelea pale Upendo kujenga shule ya sekondari ambayo, kama tungesema tuchangishane, nadhani tungeweza kuchangishana mpaka elfu mbili na mia moja, bado hatujaweza kujenga shule za namna hiyo. Kwa Mheshimiwa Mwenezi, tupelekee salamu hizi kwa sababu mambo ni mengi. Hapa sasa hivi, mimi kama mbunge nilikuwa naomba jamani, tuwe tunafanya biashara masaa 24. Tukasema biashara masaa 24 bila barabara za lami haiwezekani. Huwezi kuweka mwenyezi taa za barabarani kwenye barabara za vumbi. Dr. Samia Suluhu Hassan akatusikia, tumejenga vibarabara vya vi lami hapa mjini, tumefunga taa za barabarani wananchi wanafanya biashara kwa muda wanaotaka, maana yake kwamba kipato kinaongezeka mfukoni. Mama Samia oye! Uchumi wetu unategemea msitu, kwa hiyo vijana wakitoka msituni mwingine anataka kwenda kupata makongoro, mwingine anataka kwenda kupata miamala ya kipesa, huyu unginapi kuhusu hata hela yote ni maisha jamani, si ndio, Mama Samia? Tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassani, na sisi tulishasema hata kabla ile Jumapili, mheshimiwa mwenezi, tuna tisheti zetu hapa, mabalozi zimeandikwa, tukutane kwa balozi mbele, zimeandikwa hata kabla ule mkutano ule zilishaandikwa, Mafinga sisi ni samia tu Diyo. kwa hiyo tunakushukuru, tupelekee salamu jamani, ukifika ule wakati kufanya nini? Tunasemaga kufanya nini? Basi, baada ya kusema haya, nawashukuru sana. Ninawaomba mambo mawili, la kwanza tuendelee kuombea nchi yetu na viongozi wetu, tuendelee kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan na hawa wasaidizi wake katika chama na sisi wasaidizi wake katika serikali, lakini pia tuendelee kuombeana sisi kwa sisi. Pakiwa upendo umetamalaki nchi, itakuwa na neema na baraka tele. Baada ya kusema haya, naomba DJ uniondoe kimjini, mjini hapa ni mjini, nisiondoke kiunyonge sisi.